Kuhusu kutambua na kuendeleza ubobevu na ubingwa katika taaluma ya famasia. Sasa, pamoja na maelezo mazuri ambayo tayari yametolewa hapa na mwakilishi wa waziri kuhusu hatua ambayo wizara imefikia katika mchakato wa kutambua ubingwa na ubobevu katika kada ya famasia, ninapenda kuwasisitiza tena wizara mharakishe mchakato huo na kuukamilisha mapema. Sasa sijui kama mmechelewa, mganga mkuu wa serikali, najua umeshawasilisha bajeti ya wizara, si ndio? Mmewasilisha jana, lakini bado naweza ukaangalia namna keti tu O, ninachotaka kusema ni kwamba basi wizara mtoe kipaumbele kibajeti kuwezesha kuwezesha kusomesha wataalamu wa kade ya famasia hadi kufikia ubingwa na ubobevu chini ya muundo unaoandaliwa.